Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City tuliyokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Katika siku ya posta duniani hii leo, tunamulika mwenendo wa huduma hiyo nchini Tanzania. Ukiangalia tuna application yetu ambayo inaitwa posta kijanjani, tukipakua ile kwenye Play Store na na, na, na sehemu nyingine utaikuta posta kijanjani o huduma zetu zote zimo humu. Na leo katika jifunze Kiswahili tunabisha hodi Nairobi, nchini Kenya, kupata ufafanuzi wa methali karibu. Ni alhamisi ya tarehe tisa ya mwezi Oktoba mwaka 2025, siku ya posta duniani. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muktasari wa habari ambao unawasilishwa kwako na Flora Nducha. Karibu Flora. Asante Lea, naanza na habari njema. I welcome the announcement last night ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres leo akikaribisha tangazo la makubaliano ya kusitisha mapigano na kuachiliwa mateka wote huko Gaza lililotolewa na rais wa Marekani, akiaita makubaliano hayo ni mafanikio yaliyohitajika sana baada ya miaka ya mizozo. Akizungumza na waandishi wa habari kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa, Guterres amepongeza Marekani, Qatar, Misri na Uturuki kwa juhudi zao za kidiplomasia katika kufanikisha makubaliano hayo yaliyoibuliwa kutoka kwenye pendekezo lililotolewa na rais

Tumesubiri muda mrefu sana kwa wakati huo. Sasa lazima tuufanye uwe na maana ya kweli. Nahimiza pande zote kutekeleza kikamilifu masharti na makubaliano na kuchukua kikamilifu fursa zilizotolewa. Mateka wote lazima waachiliwe. Lazima usitishaji wa mpigano wa kudumu uhakikishwe. Lazima umwagaji damu usiokuwa na hatima ukome mara moja. Umoja wa Mataifa uko tayari kutoa msaada wake kamili. Sisi na washirika wetu tuko tayari kuchukua hatua sasa. Licha ya mzozo unaoendelea na changamoto za miundombinu nchini Sudani, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF leo limesema limefanikiwa kutoa chanjo kwa zaidi ya watoto laki saba na elfu arobaini walio na umri wa chini ya miaka mitano kati ya Januari na Juni mwaka huu na kutoa dozi zaidi ya milioni kumi na sita. Kwa mujibu wa shirika hilo, juhudi hizi zimewezekana kupitia njia za amani zilizokubaliwa na huduma za jamii, likibainisha kuwa chanjo za kawaida huko Darfur zinaendelea sambamba na huduma zingine muhimu za afya ili kupambana na milipuko ya magonjwa yanayoweza kuzuilika. Na katika Siku ya Posta Duniani, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amewashukuru wafanyakazi milioni 4.6 wa posta wanaounganisha jamii kote duniani. Katika ujumbe wake siku hii iliyobeba maudhui posta kwa ajili ya watu, huduma za kijamii, ufikiaji wa kimataifa, Guterres amesema posta ni huduma inayotolewa na watu kwa ajili ya watu. Leo na kila siku tunawashukuru wafanyakazi wa posta na kuahidi kuunga mkono huduma thabiti na endelevu ya posta kwa jamii na kwa dunia yetu. Mwisho wa muktasari wa habari. Kwako Lea. Asante sana Flora Ndocha kutuletea muktasari wa habari. Je, huwafahamu maana ya methali fundi hana chombo kama la basi? Ungana nami hadi katika kipengele cha jifunza Kiswahili.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

mkwaju sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Leah Mushi, tunasonga mbele na sasa ni wasawa mada kwa kina. Naam, kama nilivyokujulisha, leo ni siku ya posta duniani na tunakupeleka nchini Tanzania ambako huko Sabrina Saidi wa idhaa hii amefuatilia harakati za huduma hiyo kwenye shirika la posta Tanzania lililoanzishwa na kwa sheria ya bunge kwa mwaka 1993 na kuanza kutoa huduma zake Januari mwaka 1994. Ingawa hivyo, kabla ya hapo, huduma hizo zilikuwa zinatolewa na mashirika tangulizi likiwemo shirika la posta na simu. Leo tunamulika huduma zinazotolewa na shirika hilo. Kwako Sabrina. Licha ya maendeleo ya teknolojia na mawasiliano ya kidijitali, lakini bado njia ya mawasiliano ya posta inabaki kuwa muhimu sana na, na tarehe tisa mwezi Oktoba kila mwaka dunia huadhimisha siku ya kimataifa ya posta, na leo hii nimefunga safari hadi makao makuu ya shirika la posta Tanzania hapa posta jijini Dar es Salaam, ambapo nimekuja kuzungumza na viongozi kuhusu siku hii na baadhi ya watumiaji wa huduma hii ya posta. Mwaka huu siku hii inaongozwa na kauli hiyo inayosema posta kwa wote, huduma za ndani ya nchi kuhusu kimataifa. Karibu, jina langu ni Sabrina Moshi Said. Habari za kazi, bwana Ngaruka. Asante, uh, sana. Asante, karibu posta. Asante sana. Yeah, na hapa shughuli zinaendelea posta. Eh, tunashukuru Mungu shughuli zina zinakwenda vizuri. Sawa. Tunaendelea kulipambania taifa kuhakikisha kwamba wananchi na wateja wanapata huduma bora kutoka ndani ya shirika la posta Tanzania. Ninyi kama shirika la posta nchini. Ah, siku hii ina umuhimu gani kwenu? Hii ilikuwa mwaka 1969. Na mkutano mkuu ulifanyika Tokyo, Japan. Ndio uliamua sasa kuanzia hapo eh, kuwe na siku ya posta duniani na ndio ikachaguliwa tarehe hii ambayo kila kila mwaka inafuata sasa na nchi zote, ambapo tutakuwa tunaadhimisha siku ya posta duniani. Kwa hiyo mpaka sasa kuanzia huo mwaka mpaka sasa e, nchi zote zimekuwa ziki ziki, ziki, ziki, ziki, ziki, ziki- ziki zikitekeleza hiyo kwa mwongozo wa Umoja wa Posta Duniani. Lakini ilipofika mwaka 1971 71 Umoja wa Posta Duniani na UNESCO walikaa sasa, kusema kuna haja ya kuanza kuweka na mashindano ya wa uandishi wa barua. Lengo ilikuwa ni tulikuwa tunawalenga vijana, tunawalenga vijana kuanzia miaka 9 mpaka 15 katika swala zima la uandishi wa, wa barua kwayo, hiyo kwa hiyo hiyo ilikuwa ni kuwajengea uwezo vijana katika uandishi na, na mambo mengine, lakini ilianza mwaka 71 mpaka sasa ndio naona katika siku ya posta duniani kunakuwa na mashindano ya uandishi wa, wa barua. Hongereni sana kwa hizo jitihada. Right. uh, awali umeeleza kwamba shirika la posta lilianza rasmi mwaka 1994. Sasa shirika la posta la zama hizo na sasa hivi tofauti yake ni nini? Haya nashukuru kwa swali zuri, tofauti hipo na ni kubwa uh, nadhani unafahamu sasa hivi dunia inakwenda kasi, dunia inakimbia sana na teknolojia, na sisi shirika la posta tuko chini ya wizara ya mawasiliano na teknolojia ya habari. Kuna neno pale teknolojia, kwa kama sisi ndio wenyewe sasa, e, watu wa teknolojia, tumehakikisha kwamba teknolojia tunaenda nayo kama dunia inavyotaka kwenda. Kwa mfano tu sasa hivi sisi, ukiangalia, ni wasafirishaji, nimesema awali, wasafirishaji wa vifurushi, barua na vipeto ndani na nje ya nchi k ukiangalia katika eneo hilo, e, tume- tumejaribu kuhakikisha kwamba sasa hivi huduma zetu zote zimeingia ziko kwenye, kwenye, kwenye kidigitali zaidi ukiangalia tuna application yetu ambayo inaitwa posta kijanjani. Tukipakua ile kwenye Play Store na na, na sehemu nyingine utaikuta posta kijanjani, ambao huduma zetu zote zimo humu. Baada ya kuzungumza na mkurugenzi huyo wa huduma za posta, nafunga safari mguu kwa mguu hadi eneo la kuhudumia wateja, na hapa ndipo ndani ya ofisi za posta

Shukran sana Sabrina Saidi kwa mada hiyo kwa kina, na sasa ni wasaa ajifunze Kiswahili na leo mchambuzi wetu ni Dr. Josephat Gitonga, ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya, kwenye kitivo cha tafsiri na ukalimani, na anafafanua maana ya methali fundi hana chombo. Fundi hana chombo ni methali inayo maana kwamba mara nyingi fundi huwa na vitu vya kuuza na huvitengeneza kadri anavyoendelea mbele na anavyovitengeneza, nia na matumaini yake ni kuviuza apate hela, na kwamba akitarajia baada ya kuviuza vyote atatengeneza vingine. Mteja aingia hapo na kukuta kile ambacho alikuwa amejiwekea yeye mwenyewe nyumbani, basi hana budi ila kukiuza chombo hicho na kubaki bila chochote, nia yake ikiwa ni kwamba ataunda kingine ili kiwe chake. Lakini punde mteja anapoingia tena, hali huwa ni hiyo hiyo ya kuuza, na akabaki bila chochote. Inatufunza kwamba tusiwe wa kutumia kila kitu pasi na kuweka akiba, kwamba siku moja huenda ikatupata, kwamba hii akiba ndiyo itakayotuokoa. Hatuwezi kutumia kila kitu pasi na kujali mstakabali wetu. Ulicho nacho ni bora kuliko tarajio la kupata kingine. Shukrani sana Dkt Josephat Gitonga kwa elimu hiyo. Basi nami, mtazamaji wangu, kufikia hapa na kunja jamvi la jarida letu hii leo, mpaka hapo Jumanne wiki ijayo ambapo tutakuletea jarida lingine la video. Lakini kwa upande wa vipindi vya redio ni kila siku Jumatatu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 Kutoka New York, Marekani.